Habari za usiku mtazamaji wa TBC, karibu kwa taarifa ya habari. Mimi ni Rahel Muhando. Rais Dkt John Magufuli amekataa na kusitisha uhaulishaji wa ardhi ya kijiji cha Mlilingwa iliyopo tarafa ya Ngerengere wilaani Morogoro yenye ukubwa wa ekari elfu tatu mia tano na mbili iliyotolewa kwa mwekezaji Oxford Development Limited baada ya kubaini kuwepo kwa mianya ya udanganyifu wakati wa mchakato. Akizungumzia hatua hiyo mkoani Morogoro, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi amesema mbali na hatua hiyo, Rais Magufuli ameamua kurejesha ardhi hiyo kwa wananchi ili itumike kwa manufaa ya wanakijiji wote. wa tuungane na mwandishi wetu Praxeda Mtani kutoka Morogoro kwa taarifa zaidi. Sakata la mgogoro wa ardhi kati ya wanakijiji cha Mlilingwa kilichopo wilayani Morogoro na mwekezaji Oxford Development Limited limemlazimu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Rukuvi kufika kijijini hapo ili kuhakiki mchakato wa umilikishaji kama ulifuata taratibu. Shabani, Shabani, Ramadhani, Ali, Mohamed, Rashid ali, hii ndio hiyo namna hii, hmm? Ndio, ndio, hii. Bang, mimi hmm. Mimi na a S. Bas. E. Sasa hii ni kwa hapo. Ali, siya nauliza hii ndio sahihi ali ya kijiji chenu? Hasa mtendaji wa kijiji chenu alijua alichokifanya orodha ya majina aliyoorodhesha yawezekana kweli ni majina ya wanakijiji, si anayo kwenye register pale, wanalipaga kodi lakini mkutano wa kuwepo Kashoka Panga ni mwakilishi wa kampuni ya Oxford Development Limited. Sasa nyie wana kijiji, nyie wana kijiji, sikilizeni. Mimi nimekuja kuambia, mkutano wangu ni mfupi tu. Nimekuja kuthibitisha kama kweli mlikubali ardhi yenu ekari hizi elfu tatu mia tano na mbili zichukuliwe na mwekezaji huyu anasema yuko India. Baada ya kujiridhisha kuwa taratibu zilikiukwa, waziri akatoa maagizo yafuatayo: Mheshimiwa Magufuli amekataa, amekataa kuhamisha ardhi ya kijiji kumpelekea huyu Oxford Development Limited, kwa sababu amejiridhisha kwamba wanakijiji, hamkukaa kwenye mkutano wa kugawa hii ardhi Nataka kuambieni hili yani yenu, lakini wale wote waliohusika katika huu mchezo mchafu na agizwa wakamatwe, kakukuru iwashughulikie kuanzia kijijini, wilayani, mkoani kama walihusika, mpaka wizarani kwangu kama walihusika, mchezo huu wote wahusishwe, wachunguzwe, wapelekwe mahakamani. Aidha, waziri Rukuvi amewaagiza wakuu wa wilaya wote kuhakikisha wanajiridhisha na taratibu za ugawaji wa ardhi za vijiji inayozidi ekari hamsini. Wawekezaji waje, watapewa ardhi kihalali, tunawakaribisha wawekeze, lakini wawekezaji ambao wanapata ardhi kwa hila hatukubali na tutashughulika nao. Mmoja huyu hapa, lazima tuanze kushughulika na huyu aliyepata ardhi hapa, kwa sababu lazima kahonga. Kwa hiyo zoezi langu hili nimelifanya leo kwa niaba ya maeneo yote ambayo wana mchezo huu, na kuanzia leo hakuna orodha yoyote, maombi yoyote ya kuhaulisha ardhi nitayapeleka kwa rais mpaka mezani kwangu, nithibitishiwe na mkuu wa wilaya. Lakini pamoja na kuthibitishiwa, niletewe na orodha ya wanakijiji waliokubali kugawa ardhi yao na sahihi zao nizione. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Morogoro Kibena Kingu na mbunge wa jimbo la Morogoro kusini Mashariki, Omar Mgumba, nao wakaeleza juu ya migogoro ya ardhi katika eneo hilo. Ni kwamba tuna watu wengi wanaokuja kwa nembo ya uwekezaji, wanakuja kuomba ardhi. Bahati mbaya sana, kama unavyojua, sheria ya ardhi inawapa mamlaka wenyewe vijiji. Sasa kama viongozi wa vijiji hawakuchukua nafasi kushirikisha wananchi wanaotakiwa na kufata zile taratibu, matokeo yake ndio haya yaliyopo mezani. kubwa ninalo kuomba Mheshimiwa waziri tuna kesi kama hizi nyingi sana kutoka kwenye halmashauri yetu, kwa maana ya kutoka kwenye vijiji vyetu. Tunaomba utusaidie ardhi yetu yote, yani kwa asilimia kubwa viongozi wetu meitoa, kwa njia ya udanganyifu wameitoa kwa wawekezaji ambao inaonekana wazi wala si wawekezaji Mheshimiwa. Leo amekuja kutumbua jipu la kwanza la mambo ya migogoro ya ardhi katika jimbo langu la Morogoro ya Kusini Mashariki, lakini huyu ni mwanzo tu. Nimeshampa lile jipu la Pangawe, kama mnavyofahamu kuna mgogoro wa Pangawe pale na wananchi nao wananyanyaswa Wapangawe. Kuna shamba la Kidago kama alivyomsikia mzee Chunga alivyozungumza, yote haya hanayo. Lakini pia migogoro ambayo inaendelea, kuna mgogoro wa Usungura, kuna mwekezaji naye amejipitisha njia za panya, amechukua ardhi kubwa na wananyanyasa wa kule wananchi mtani